Ujambo na karibu. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia burudani kemkem na taarifa pindi zinapochipuka. Katibu mkuu wa KOTU, Francis Atwoli, amelaani kitendo cha kumpiga mfanyakazi mkenya kilichofanywa na raia wa China ambaye anafahamika kama Ziao Jianzi Hongi akimtaka afurushwe mara moja kutoka nchini. Atwoli amesema tukio hilo linaonyesha unyanyasaji usiokubalika unaofanywa na baadhi ya wasimamizi wa kigeni, na akazitaka mamlaka zichukue hatua za haraka kulinda haki za wafanyikazi ambao ni wa Kenya. Kufuatia ghadhabu ya umma na wito wa Atwoli, kiwanda cha TCM mabati kilichoko Eldoret kimefuta kazi Nziao, ambaye sasa anasubiri kufukuzwa nchini baada ya kunaswa kwenye video akimshambulia mfanyakazi huyo tarehe kumi na tano Novemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Inasemekana ya kwamba huyu Mchina alimdhulumu sana mfanyakazi ambaye ni Mkenya wa kumzaba makofi na mateke kipindi ambacho anawasimamia kwenye kiwanda hicho cha kuuza mabati, ili iwe kama funzo kwa wengine ambao wako na tabia ya kudhurumu wafanye kazi katika viwanda mbalimbali -mbali. Sasa hatua itachukuliwa ili huyu mchaina msimamizi afurushwe kutoka Kenya na elekea huko kwao kutokana na, na kitendo hicho ambacho amekifanya. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem pindi yanapochipuka. Kile ambacho nakuomba ni kwamba hakikisha ya kwamba una subscribe kwenye channel hii ili upate uondo kama huu ambao unachipuka kila wakati. Jina langu la salia kuwa Maskini Msomi.